Leo nataka tujifunze kuomba kabla ya kulala. Sema haya maombi pamoja nami. Basi tuwe tayari kupeleka shukrani zetu kwa Mungu kabla ya kulala. E Mungu wangu mpendwa, asanti kwa siku hii nzuri ulioniwezesha kumaliza salama. Asanti kwa chakula nilichokula, kwa wazazi wangu na kwa upendo wako mwingi, ninaomba unisamehe makosa yangu yote ya leo, na unisaidie kuwa mtoto mwema, mpole na mwenye upendo kwa wengine. Ulinzi wako uwe nami usiku huu, nipo chini ya mikono yako ya rehema. Usiniondokee hata kwa muda mfupi. Bariki familia yangu, majirani zetu na watoto wote duniani. Wape amani, furaha na usingizi mzuri, kama ulivyoniahidi katika neno lako. Nipe ndoto njema na uniamshie kesho nikiwa na afya njema na moyo wa shukrani. Ninakuomba haya yote kwa jina la Yesu Kristo. Amina.